Na lingine ambalo pia nimeliona kwa upande wa abiria kupaza sauti watu wanashindwa. E, nimegundua kuna, kuna dosari moja katika mabasi ambayo nataka muichukulie, magari mengi haya haya hasa madogo madogo haya costa na na na, na hizi haisi kuna watu wanaoingiza mle wana magari yale yameshageuzwa kwamba kuwa kama nyumba za ibada. Sijui kama mmeligundua hilo watu wada, mtu yuko pale amelipia ame, napolipia ame, ame, ame maanake ma, ni mikodi kile, kile, kile kipindi ninachotoka pointi moja mpaka pointi nyingine, mimi ile ni, ni, ni, ni haki yangu pale. Sasa unakuta watu wanaingia mle ndani wanachokizungumza, lakini nimefurahishwa na mabasi ya kutoka Arusha, na mengine nimepanda kutoka Dodoma kuja Dar es Salaam kuja hivi e, maswala ya swala au kuabudu wanaanzia pale gari inapoanza point one, jamani tunaomba tufanye ibada tukabidhi tu, tu kwa Mwenyezi Mungu, kila mtu kwa madhehebu yake. Na wanapokaribia kufika, jamani tumshukuru Mwenyezi Mungu, au kama kuna point ya kwenda kula, jamani tu, hapa tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha hapa, baada ya tujie kupata chakula. Lakini sasa kuna watu ambao sasa hivi tunalea tuna, tuna, tuna, tuna watu ambao hawafanyi kazi hawana makanisa makanisa yao wamegeuza kwamba sakuwa ni nini, ni vyombo vya usafiri. Hili vitu naomba tu jeshi la polisi na, na sisi tupaze sauti hii tu, tuambie wenye wamiliki kwa kweli, ibada zianzia mwanzo wa safari na mwisho wa safari, kwa sababu kuna watu wamekaa tu pale sasa. Imagine siku ambayo kumetokea balaa moja au mvua nyingi, wale wanaoingia mle ndani nakuta sasa amejikunja hafanyi kazi kwa hiyo wale nashindwa wa, uh, watu, watu kutokea siku moja amekaa kichwa kinamuuma. Sasa yule amefika pale ndio anaanza anaanza kutoa, kutoa mahubiri yake na mnajua baadhi ya mahubiri mengine mtu anapata jazba ili apate nini? Apate sadaka pale eh? Sasa kamwambia jamani, bwana kondakta, mimi namuomba huyu bwana apunguze sauti, mimi naumwa. Utapona kwa uwezo. Sasa hakupona. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba hili nalo tulitazame, naye ni moja ya changamoto ambayo inafanya nini, inaye, inaye, inaye wasumbua wa abiria. Usalama wa abiria ni pamoja na kujali afya zao, lakini mzee ameongea kitu kimoja cha msingi sana kuhusu mahubiri ya dini kwenye mabasi Kanuni na sheria za LATRA za, za usafirishaji zinakataza na, na wafanyabiashara, tumelifanya sana na wakati mwingine kama wanavyosema mzee, wanasumbua abiria wengine. Ameongea kitu cha msingi, na ndio maelekezo kwamba kama unataka kutoa hayo mahubiri au biashara, basi yafanyike kabla gari kuondoka, na isiwe ndani ya gari. Kwa mfano, afanya biashara, hauna lazima kuingia ndani ya gari. Kwenye dirisha. Biashara yako utangaze, ya mwenye mahitaji atashuka, watu kila dirishani anunue, na kama ni mhubiri basi ombea, lakini nashukuru kwa wenye baadhi ya mabasi, hasa masafa marefu, hizo huduma za maombi zinafanya wahudumu wa mabasi. Na serikali sasa hivi imeshatangaza, kwa maana mamlaka, kuna vyuo ambao vimekubaliwa kutoa mafunzo ya ma, makondakta kwa ajili ya kuwapa elimu ya kutoa huduma bora kwa abiria. Mwezi uliopita tarehe 24 kulikuwa na mafunzo hapo Mbeya, tuwashirikisha wamiliki na baadhi ya wamiliki waliwapeleka watu wao kwa ajili ya, ya, ya, ya, ya kutoa kupata elimu ya ya customer care. Na kweli ukiingia kwenye basi ambalo kondakta wake amehudhuria mafunzo ya ukondakta ya kutoa huduma bora kwa kwa abiria. Ni tofauti na ukienda kwenye basi ambalo kondakta wake hajahudhuria mafunzo. Kwa hivyo msitiza mamlaka sasa hivi ni wahudumu na madereva kuzulia mafunzo ya, ya madereva maili lakini makondakta kutoa huduma bora. Kwa mfano kipanda kwenye basi la NBC, kwa sababu kuna baadhi ya abiria sasa hivi ukimwambia anapanda gari fulani, ah, atapanda gari jingine baada ya kukosa nafasi kwenye gari fulani. Kwa hiyo ina faida kwa, kwa wasafirishaji, lakini pia ina faida kwa walaji wa huduma ya usafiri kwa hiyo pia tunapokwenda kutoa hii mimi elimu kwa abiria na wahudumu wa mabasi tusisitize hilo pia, tusaidiane kwa sababu sisi ni mabalozi wa usalama barabarani, kwanza afya zetu, tunapokuwa tunatumia vyombo, mazingira ya maeneo tunapotumia huduma ya usafiri, lakini makondakta kushiriki kwenye mafunzo ya utoaji wa huduma bora kwa wateja ao abiria tunao wahudumia. Nilikuwa napenda kukumbusha hilo kwamba tusijikite katika eneo moja, tujikite katika onda mpana tunapoenda kutoa elimu, kwa sababu tunatoa elimu kwa walaji wa huduma na watoa huduma na sisi wasimamizi wa nini wa hizo taratibu za huduma ya usafiri. Ni hapo yeah. Niwapongeze road safety ambassadors ambao mpo hapa, kwa kuwa mnafanya majukumu yenu ipasavyo. Hizi elimu mnazozitoa zina faida zake, kwa sababu tuna inspection point nyingi ambazo ni rasmi na ambazo sizo kwa rasmi katika inspection point hizi unakuwa na askari wa usalama barabarani, lakini askari wetu hawa usalama barabarani huwa wanachukua hatua madhubuti kwa madereva wale ambao wanakiuka sheria za usalama barabarani ikiwemo na long overtaking.